Mpenzi msikilizaji, sasa tunaanza sehemu ya pili ya simulizi yetu. Kama hujaiona sehemu ya kwanza, na kuwekea link hapo kwenye comment ili ukaingalie. Kabla hatujaanza sehemu ya pili, kwanza tujikumbushe sehemu tulipoishia. Zara ni msichana aliyetupwa msituni na mama yake mzazi kwa sababu ya maumbile ya shingo yake iliyokuwa ndefu sana, lakini kwa bahati nzuri aliokotwa na bibi mmoja aitwaye Dina. Alimlea kwa upendo sana tangu akiwa mchanga hadi akawa mkubwa lakini watu wa kijiji chake waliendelea kumpa majina ya kejeli: msichana wa shingo ya mtende, twiga wa mlimani, na wengine waliita kwa siri, yule anayepiga salamu na anga. Lakini kuna kitu walishindwa kuficha, uzuri wa Zara ulikuwa wa kuvutia kweli kweli. Kila alipopita mtaani akielekea mtoni au sokoni, watu walitazama, wengine waliongea kwa sauti ya chini, mme, ingekuwa si hiyo shingo, huyu msichana anafaa kuwa malkia. Wengine walicheka kimya kimya lakini wengine hasa wanaume wachache wenye busara walimwona tofauti. Tunaendelea sasa. Lakini kijiji chote kilishangaa zaidi alipoanza kuvutiwa na kijana mmoja tajiri na maarufu wa kijiji hicho, Omiro. Rafiki msikilizaji, kabla hatujaendelea naomba ulike video yangu. Asante sana. Omiro alikuwa kijana mrefu mweupe kiasi mwenye nywele safi zilizopigwa na mafuta ya nazi, na mavazi ya kila wakati yakiwa yamepigwa pasi kama mtu anayekwenda mjini. Alikuwa muuzaji wa dhahabu, akijulikana kama kijana wa kio cha jua kwa sababu mikufu yake ya dhahabu iling'aa chini ya jua hadi watu walifumba macho. Wasichana wote walimtamani, kila mmoja alitamani awe mke wa Omiro. Lakini cha kushangaza, Omiro alionekana kumtazama Zara tu. Kila alipompita njiani alitabasamu kwa upole na kusema shikamoo Zara. Zara hakuwa amezoea, alijibu kwa kicheko cha aibu au kwa kutikisa kichwa haraka na kutembea kwa haraka zaidi. Mwanaume huyu ananisalimia ni? Alijiuliza, si angekuwa kama wengine, angenicheka e, eh. Lakini Omiro hakuacha. Alianza kupeleka msaada kwa nyumba ya Dina kimya kimya, bila maneno: mchele, maharagwe, sabuni, unga wa sembe, hata chupa ya mafuta ya kupaka na kitenge kizuri. Mama Zara aliuliza siku moja, hivi ni nani anayeleta hivi vitu? Dina alitabasamu kwa upole na kusema, ni Omiro, yule kijana wa dhahabu, anasema anakupenda. Zara aligeuka kwa hasira ya aibu Sipendi hilo, ananionea huruma tu. Dina alimshika mkono na kusema, sio kila mtu anakutazama kwa macho ya dunia, wapo wanaokuona kwa macho ya moyo. Omiro ana moyo tofauti. Zara alijisemea, lakini mama e, angalia mimi, angalia shingo yangu, nani atakayeweza kuishi na mimi? Dina alimkumbatia, usisahau wewe ni jibu la sala zangu, hata shingo yako ifike mbinguni, wewe ni malkia. Lakini Zara alikuwa bado na hofu moja ya sababu ilikuwa ni msichana mmoja kijijini aliyekuwa maarufu kwa kujidai, kupenda sifa na kujiona bora kuliko wote, Jeska. Jeska alikuwa mpenzi wa Omiro kwa muda mrefu. Alijulikana kwa mapambo yake ya dhahabu bandia, midomo yenye rangi kali na miguu ya viatu virefu iliyovuma kama mbio za mbuni. Aliogopewa na wasichana wengine. Alitembea na wasaidizi wawili kila wakati, Boke na Lila, waliomfuata kila sehemu kama walinzi wake. Siku moja, Jessica alisikia kwamba Omiro anamtumia Zara msaada wa chakula, aliwaka moto. Asante mnaosema mrembo, alisema kwa hasira sokoni, huyu binti wa twiga anadhani anaweza kuchukua mali yangu. Alitafakari kwa muda kisha akawaambia marafiki zake, kesho tunakwenda kumtembelea nyumbani kwao, nitajua kama ana ubavu wa kunizuia. Asubuhi ya siku iliyofuata, jua lilikuwa bado halijapanda juu sana, mbaiwayi walikuwa wakirukaruka juu ya dari ya nyumba ya Dina wakati Zara alikuwa ameketi mlangoni akisafisha maharagwe kwenye chungu kidogo. Ghafla, mlango wa uzio wa uzio kisu uliota rangi nyekundu ukafunguliwa kwa kishindo. Jessica aliingia akitembea kwa mwendo wa dharau, kanga yake ya rangi ya damu ikielea hewani, macho yake yakiwa na moto wa hasira. Alikuwa ameandamana na Boke na Lila, waliokuwa wakimfuata kwa mikono mikononi kama walinzi wa kifalme. Walipofika mbele ya nyumba ya Dina, Jessica alipiga makofi matatu ya dhihaka. Heye, hapa ndipo twiga anakaa eti eh? Zara alisimama taratibu akishangaa Macho yake yalikuwa na hofu, lakini hakukimbia. Alishika pembeni ya sketi yake akaangalia chini. Jessica alimsogelea na kumkazia macho, unadhani kwa sababu Omiro anakuletea mchele sasa wewe ni mke wake? Boke aliongeza, wewe na shingo yako mrefu mtamaliza chakula chake kabla hata ya ndoa. Lila akacheka kwa sauti ya juu, anapaswa kuolewa na twiga mwenzake, si binadamu. Zara alibaki kimya macho yake yalianza kujawa na machozi. Mama e, aliongea kwa sauti ya chini sana, tafadhali waambie waondoke. Lakini kabla Dina hajafika, Jessica aligeukia upande wa nyumba na kupaza sauti, wewe mama wa twiga, mwambie binti yako akae mbali na mpenzi wangu, la sivyo nitakuja tena na fimbo. Wakati huo Dina alikuwa tayari anatoka nje ya nyumba. Alivaa kitenge chake cha zamani, lakini macho yake yalikuwa thabiti kama simba anayelinda mtoto wake. Alisimama mbele yao na kusema kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, msichana wangu hajamfuata kijana wenu. Ni Omiro anayemleta chakula, hatukuomba chochote. Jessica akacheka kwa kejeli, bila shaka, pengine Omiro anapenda viumbe wa porini, anapenda kuwa kutoka hifadhi ya taifa na wewe mama, kama unapenda wanyama hivi basi nenda kafuge tumbili. Zara hakuweza kuvumilia tena, alilia kwa sauti, tafadhali ondokeni. Lila alicheka tena, hahaa, twiga analia. Boke aliongeza, mmekwisha, tunarudi hii, lakini mara ya pili si kwa maneno. Walipogeuka kuondoka, Jeska alirusha maneno ya mwisho, msijidanganye Kaa mbali na mpenzi wangu, au nitakufundisha adabu kwa fimbo. Zara alikimbia ndani akajifungia chumbani kwake, akalia kwa maumivu yaliyokuwa hayasemeki. Machozi yalimtiririka na moyo wake uliumia kwa njia mpya, si kwa kejeli ya watu bali kwa huzuni kwamba hakuwa na sauti ya kujitetea. Dina aliingia ndani taratibu, akaketi pembeni yake kwenye mkeka. Hakusema chochote mara moja aliushika mkono wa Zara na kusema kwa upole, "Mwanangu, ii usikubali maneno ya watu kuwa kio cha nafsi yako. Watu wanaweza kuwa wakatili kwa wale wasiowaelewa, lakini wewe, wewe ni mrembo ndani na nje." Zara alilia kwa sauti ya kuumwa, "Mama ai, eh, kwa nini niliumbwa hivi? Kwa nini mama yangu mzazi aliniacha? Labda alikuwa sahihi eh." Dina alipigwa na maumivu kama sindano moyoni, lakini aliendelea kuongea kwa sauti thabiti, hapana Zara, mama yako mzazi alipoteza almasi, na hakujua dunia inaweza kucheka leo, lakini siku moja watajua ni nani wewe. Usiku huo Zara alikaa kitandani kwa muda mrefu akitazama dari la udongo. Machozi yalikuwa yamekauka usoni, lakini ndani moyo wake bado ulilia aliinuka na kwenda kona ya chumba chake ambako kulikuwa na kioo kidogo kilichopasuka pembeni. Alisimama mbele ya kioo hicho na kutazama uso wake. Aliona macho mazuri, uso wa huruma, lakini ishingo hiyo ilikuwa pale, ya ajabu, ya kuvutia, ya kuvuruga amani. Aliinama mbele, akapepesa macho, akasema kwa sauti ya kukata tamaa. Laiti ningeweza kuikata e. Lakini kabla hajamaliza Dina alikuwa tayari amesimama nyuma yake. Alimshika mabega kwa upole akamgeuza akamkumbatia kwa nguvu. Usiwahi kusema hivyo tena. Unajua wanawake wangapi wanaomba kupata mtoto kama wewe? Unajua ni mara ngapi nililia kwa Mungu nikiwa nimepiga magoti hadi siku Mungu aliposema, ninakuletea Zara. Wewe ni zawadi hiyo shingo yako, kama wengine wanaita laana, kwangu ni baraka. Zara alimtazama. Wewe hujali shingo yangu? Dina alicheka kidogo, akamshika kidevu na kusema, siangalii shingo yako, ninatazama moyo wako. Na kama watu wanasema shingo yako ni ndefu, waambie ni ndefu vya kutosha kuwasikia malaika wa mbinguni kabla hawajawafikia wengine. Zara alicheka kwa mara ya kwanza siku hiyo. Siku iliyofuata kijiji kizima kilikuwa kimejaa uvumi. Sokoni, vichochoroni, hata kwenye vikao vya wazee, kila mmoja alikuwa na jambo la kusema kuhusu tukio la Jeska kumvamia Zara. Umesikia Jeska alivyomfuata msichana wa shingo ndefu? Wanadai anatumia shingo yake kuvuta baraka kabla ya wengine. Binti wa Dina sasa kageuka kiongozi wa matata kijijini. Zara aliepuka kuonekana hadharani hakwenda tena sokoni, hakwenda tena mtoni kuchota maji. Alikaa ndani ya nyumba yao ndogo, akijifanya kufagia au kupika, hata kama hakukuwa na haja. Alijificha nyuma ya pazia la kimya, akijaribu kujisahaulisha. Lakini Omiro hakusita wiki hiyo hiyo alituma gunia la mchele, debe la maharagwe, lita tano za mafuta ya alizeti, sabuni tano za unga, pakiti ya chumvi, sukari na pia kitenge kipya cha watu chenye rangi za dhahabu na kijani kwa Dina. Mama Zara aliuliza huyu kijana ana maana gani na haya yote? Dina alitabasamu akipanga vyakula kwenye chombo cha plastiki. Zara, huyu kijana anaonekana kukupenda kwa kweli, hakujali kelele za watu anaongeza msaada badala ya kuacha. Mimi sitaki chochote kutoka kwake, alisema Zara kwa sauti ya upole, lakini iliyojaa msisitizo. Binti yangu, Dina alisema, mpaka lini utajifungia kwenye kona yako ya maumivu? Kila mtu ana haki ya kupendwa, na huyu kijana haangalii shingo yako, anaangalia moyo wako. Zara alitazama chini akasema, lakini mimi si kama wale wasichana wengine mimi si wa aina ya kuolewa na kijana kama yeye. Kijiji kizima kinaniona kama mzaha. Jioni moja, Dina alipokuwa akiosha majani ya kisambu nyuma ya nyumba, Zara alisikia hodi ya upole mlangoni. Ye, hodi. Esamahani, e. Zara alitembea kwa vidole hadi pazia na kuangalia kwa siri. Ni Omiro. Alikuwa amesimama akiwa amevaa shati jeupe lililopigwa pasi, suruali ya kaki na viatu vya ngozi. Alikuwa amebeba kikapu kidogo cha mikono kilichosukwa kwa nyasi na kupambwa na utepe wa kijani. Zara alirudi haraka ndani, moyo wake ukipiga kwa kasi. Mama, mama, yuko hapa. Dina alikimbia kwa haraka huku mikono yake ikiwa bado na maji. Nani yuko hapa? Omiro. Zara alijibu kwa sauti ya kushuka. Dina alitabasamu akafuta mikono yake kwa pindo la kanga, akasimama kwa dakika moja mbele ya mlango, akavuta pumzi, kisha akaufungua mlango. Karibu sana, karibu mwanangu, alisema kwa furaha isiyofichika. Omiro alichuchumaa kidogo kwa heshima. Shikamoo mama, alimkabidhi kikapu hicho. Nimeleta chakula kidogo na vitafunwa aina, kuku wa kuchoma, ndizi mbivu na kipande cha keki. Dina alishangaa, Mungu wangu. Mungu akubariki sana. Omiro aliangalia ndani, Zara yuko salama. Nilitaka tu kumjulia hali. Si lazima atoke. Nimesema tu nimpate salamu. Dina aligeuka kumtazama Zara aliyekuwa nyuma ya pazia. Zara alijificha kama mtoto aliyekamatwa na kosa. Omiro alitabasamu, mwambie asiogope. Hakuna shinikizo. Nilitaka tu kusema asikate tamaa, yeye ni mzuri kama alivyo. Kisha alisalimia tena na kuondoka kwa utulivu, akiacha nyuma harufu ya manukato ya maua pori na heshima ya kweli. Baada ya kufunga mlango, Dina alimgeukia Zara, umemwona kijana wa namna hiyo? Anaingia nyumbani kwetu bila kiburi, anaheshimu, anajali, anakuona Zara alikaa kimya kwa muda mrefu, kisha akasema, ataondoka tu. Siku moja ataona ukweli wangu, ataona shingo hii. Na iwe hivyo, alisema Dina, lakini usijikatae kabla hata ya kupewa nafasi. Usimkimbize mtu mwenye nia safi. Siku kadhaa baadaye, wakati jua lilikuwa limesimama juu angani na joto likiunguza ardhi ya kijiji cha Vikindu, Zara na mama yake Dina waliamua kwenda mtoni kufua nguo. Mto wa kijiji ulikuwa mahali pa kawaida pa wanawake kukutana, kuchota maji, kuosha vyombo, au kusafisha nguo huku wakibadilishana hadithi. Zara alikuwa amevalia gauni la buluu iliyokolea, shingo yake ikifunikwa nusu kwa kitenge kilichozungushiwa mara mbili. Lakini hata hivyo, shingo yake ilikuwa dhahiri kama kawaida. Aliweka mtungi wake kando ya jiwe na kuanza kufua Wakati huo kelele za kicheko kilichojaa dharau zilianza kusikika kutoka mbali. Walikuwa wao tena, Jessica pamoja na wapambe wake wawili Boke na Lila walikuwa wakiwasili kwa madoido kama kawaida yao. Walivaa magauni mekundu yenye mpasuo hadi magotini, vikapu vyao vikisukumwa na wasichana wengine waliowafuata. Walipomwona Zara akiosha nguo, wakaelekeza hatua moja kwa moja kwake hawa walikuwa wamejipanga si tu kimavazi, bali pia kiakili. Jessica alipiga makofi matatu kwa kejeli, hea, tena twiga yuko mtoni leo. Umeanza kuoga na binadamu sasa. Zara alinyanyua macho polepole pole, hakusema kitu. Boke alisema kwa sauti ya juu, naona sasa tunashindana hadi mtoni. Kwani kwa shingo hiyo hauwezi kuoga juu ya mlima na kuona kama maji yanakuja Lila akamwongeza, au unaweza kuosha nguo ukiwa juu ya mti ukitumia shingo yako kama ndoo. Wanawake wengine waliokuwa mtoni walitazama kimya, baadhi walicheka kwa aibu, wengine walihurumia. Zara alijaribu kuendelea kufua, lakini Jessica alimsogelea na kusema kwa sauti ya juu, nasikia sasa unakula kwa mikono miwili, mchele, mafuta, sabuni, keki, vyote unaletewa kwa shingo hiyo bila shaka unaweza kufikia hata chakula cha watu wengine. Zara alinyanyuka taratibu akamkazia Jessica macho. Si kumwomba chochote Omiro, sijaenda kwake, yeye ndiye anayejituma. Jessica alifoka, wewe na mama yako wakula huruma hamjui mipaka. Nimekuambia ukae mbali na mwanaume wangu. Siku nyingine si maneno nitakayokuja nayo, hii ni fimbo. Zara alimtazama kwa macho ya uchungu, sijamchukua mtu wako, mimi sina lolote la kupigania. Lakini Jeska alimsogelea karibu zaidi, akanyanyua mkono wake kama ishara ya kumgonga. Zara alirudi nyuma, lile tone la hofu likawa limefika kikomo. mama yangu hakunilea ili nipigwe na wanawake wa mtaa, alisema kwa sauti ya utulivu lakini thabiti. Watu waliokuwa karibu walikaa kimya. Wengine walishika pumzi. Jessica alitoa matusi kwa sauti, kisha akaweka mikono kiunoni. Wewe fikiria urembo, halafu angalia shingo yako hiyo. Kwa nini huishi na wanyama wa porini tu? Zara akageuka na kuchukua nguo zake alizokuwa anaosha, akafunga kapu lake na kuondoka bila kusema neno. Alitembea kwa hatua ndefu lakini ya utulivu, kichwa chake akiwa hajakiinamisha kama zamani na nyuma yake wanawake walianza kunong'ona he, huyu msichana ana moyo wa chuma, mrembo kweli, ila wamekuwa wakimponda kwa miaka. Lakini tofauti na nyakati nyingine, watu wengine sasa walianza kumuonea huruma na hata kumheshimu. Alipofika nyumbani, alitupa nguo chini na kumkumbatia mama yake kwa nguvu. Mama e, nimeshikwa na uchungu hinalia, si kwa sababu ya kejeli zao, bali kwa sababu hawajui uchungu wangu. Dina aliketi naye akamfuta machozi. Zara, esi kila mtu ataelewa uzuri wa tofauti, lakini hata wakicheka, usiwape nafasi ya kuamua hadhi yako. wewe si mzaha, wewe ni zawadi. Zara alilia kwa muda kisha akanyamaza. Sauti ya mama yake ilikuwa tiba kwa kila kidonda ndani ya roho yake. Baada ya tukio lile la mtoni, kijiji cha Vikindu kiliwaka moto wa maneno sauti za masimulizi zikawa kila kona, sokoni, mtoni, kwenye kivuli cha mninga hadi kwenye vijiwe vya kahawa. Jessica alitaka kumpiga Zara mtoni. Huyu msichana wa shingo ndefu ana roho ya chuma kweli, na bado Omiro anaendelea kumpenda. Watu wakaanza kugawanyika, wapo waliomsema kwa wivu, na wengine wakaanza kuona uzuri na thamani ya msichana waliomcheka kwa miaka mingi. Wakati huo huo Omiro aliendelea kuwa na moyo wa kupenda, si kwa kelele, bali kwa matendo. Kila wiki alituma vyakula zaidi. Mchele wa gunia ukawa maradufu, unga wa ugali ukawa mara mbili, kanga za mama Dina zikaongezeka, hata sabuni za mrembo wa kujipaka zilianza kuletwa. Siku moja alituma pia kiboksi kidogo cha zawadi. Dina alipokifungua ndani kulikuwa na mkufu wa dhahabu wenye maandishi madogo yaliyosema hu. Zara, zawadi ya mbinguni. Mama Zara alisema kwa sauti ya chini, anamaanisha nini sasa? Dina alitabasamu na kusema, binti yangu, huyu kijana anakupenda. Sio mzaha tena. Anajua dhamani yako. Umevumilia zaidi ya mwaka na sasa Mungu amekuletea mtu anayekuona jinsi nilivyokuona siku ya kwanza. Zara alitetemeka, alijawa na hofu. Mama, hata akikubali shingo yangu ekijiji kizima kitamcheka, nitakuwa mzigo kwake. Zara, Dina alishika mkono wake, kupendwa si swala la mwili, ni moyo, na moyo wako umebarikiwa. Kama hataki aibu, angekuacha zamani lakini bado yupo. Siku mbili baadaye, jioni tulivu yenye upepo wa taratibu na sauti za fisi porini, Dina alikuwa jikoni akipika uji wa ulezi. Zara alikuwa anachambua karanga. Ghafla mlango uligongwa kwa heshima. Hodi! kwa heshima, Dina aliinuka, alifuta mikono yake kwa pindo la kanga, akafungua mlango. Mbele yake alikuwapo mzee mmoja aliyevaa kofia ya kitenge pamoja na kijana mrefu aliyevaa kanzu ya harusi akiwa na mkufu wa dhahabu shingoni, Omiro pamoja na wazazi wake na watu wawili waliobeba mikoba ya zawadi. Mzee aliinua mkono na kusema kwa sauti yenye heshima, shikamoo mama Dina, tumeingia kwa baraka, si kwa shari. Leo tumekuja rasmi. Mtoto wetu Omiro ametuambia moyo wake upo kwa binti aitwaye Zara. Tumekuja kuomba mkono wake kwa heshima. Dina alishikwa na bumbuazi. Akachukua kiti cha mtungi akaketi taratibu. Aligeuka kumtazama Zara aliyejitokeza nyuma ya mlango, macho yake yakiwa makubwa kwa mshangao na hofu. Alishika gauni lake kwa aibu na kuinamisha kichwa. Omiro akamtazama kwa upole, kisha akasema kwa sauti tulivu, "Zara, sijawahi kuona msichana mwenye nguvu kama wewe. Uliumia na ukanyamaza, ukachekwa na bado ukasimama. Unanifundisha maana ya upendo wa kweli." Zara alitazama chini, machozi yakimtoka kimya kimya. Dina alipumua kwa kina, kisha akasema kwa sauti iliyosikika kwa kila mtu sebuleni, "Nyote mlikuja siku ambayo nilikosa mtoto sasa mnarudi siku ambapo mtoto wangu anakuwa malkia. Nawakaribisha, mtapata si mketu, bali zawadi ya mbinguni. Wote wakapiga makofi ya furaha. Zara alikumbatiwa na mama yake kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza aliamini kuwa ana haki ya kupendwa. Kijiji cha Vikindu hakijawahi kushuhudia sherehe kama ile. Siku ya harusi ya Zara ilifika kama ndoto iliyotimia. Ilikuwa Jumamosi yenye anga la bulu, upepo mwanana ukipuliza taratibu huku ndege wakitoa nyimbo zao za asubuhi kama kubariki siku hiyo. Siku hiyo kijiji kilianza kuamka mapema zaidi ya kawaida. Mapishi makubwa yalikuwa yakiendelea tangu usiku kucha. Majungu ya wali yalikuwa yakiwaka, supu ya samaki na ya mboga za maboga zilikuwa zikichochewa kwa kuni kubwa na sufuria za ugali na pilau zilipangwa mstari kama jeshi la furaha. Nyumba ya Omiro ilipambwa kwa mapambo ya kupendeza mno. Vitambaa vya rangi ya dhahabu, kijani kibichi na nyeupe vilining'inizwa kutoka dari hadi ardhini. Maua ya asili yalipangwa kwenye vikapu vya ukutani na kamba za taa ndogondogo zilimetameta kama nyota za mchana. Uwanja wa mbele wa nyumba ulikuwa umeandaliwa na kutandikwa kwa mikeka safi, viti vya plastiki vilivyopambwa kwa utepe na meza za chakula zilizojazwa tayari. Lakini haikuwa mapambo wala chakula kilichoshangaza watu. Ilikuwa Zara. Wakati mlango wa chumba cha kupambia biharusi ulipofunguliwa na Zara kutokea, ukimya mkubwa uliingia. Kila mtu aliyekuwepo alinyamaza. Hakuna aliyepumua kwa muda. Zara alikuwa amevaa gauni refu jeupe la harusi, lililoshonwa kwa mikono na mapambo ya dhahabu pembeni. Shingo yake ndefu, ile shingo ambayo watu waliwahi kuita laana, sasa ilikuwa imepambwa kwa mikufu ya dhahabu safi, iliyopangwa kwa ustadi kuanzia kwenye koo hadi sehemu ya kifua. Mikufu hiyo iliangaza midhili ya jua, ikifanya shingo yake kuonekana kama mnara wa kifalme. Akitembea taratibu kwenye zulia jekundu lililowekwa mbele ya uwanja, macho yote yalikuwa kwake. Wengine walibaki midomo wazi, wengine walinong'ona kwa aibu wengine walimwona kwa mara ya kwanza si kama yule etwiga wa zamani, bali kama malkia. Si huyu ndiye tuliyemcheka zamani? mama mmoja wa makamo alijisemea. mm. hii shingo ni ya kifalme kabisa, kijana mmoja aling'amua. mikufu yenyewe, hakuna hata malkia wa mjini anayavaa hivyo. Zara alitembea polepole pole kwa utulivu wa paka wa kifalme, uso wake ukiwa na tabasamu tulivu na landani kabisa. Alimfikia Omiro ambaye alikuwa amesimama mbele ya meza ya harusi, akiwa amevaa kanzu nyeupe na shati la silk la kijani lililomeremeta. Alimtazama mke wake kwa heshima ya kipekee, akamshika mkono kwa unyenyekevu na upendo. Wazee wa ukoo wa Omiro wakapokea mikono yao, wakabariki ndoa yao kwa maneno ya busara. Maisha yenu yawe mfano kwa vijana. Mapenzi yenu yawe kivuli cha wale waliokosa na nuru ya wale waliokata tamaa. Kisha zikafuatia. Wengine walijaribu kumpa mkono wa pongezi, lakini Zara alitabasamu tu kwa heshima na akaendelea kushikilia mkono wa Omiro akionyesha kwamba alikuwa na furaha ya kweli. Jessica ambaye alikuwepo kwenye sherehe hiyo kwa hiari au kwa presha ya mama yake, aliketi nyuma ya watu akiwa amevaa shungi lililofunika uso wake nusu. Macho yake yalionyesha masikitiko. Alimwona Zara akipita mbele yake akiwa mrembo kupita hata yeye mwenyewe. Alijua moyo wake ulijaa wivu na majuto. Baada ya sherehe ya ndoa, Zara na Omiro walihamia kwenye nyumba yao mpya ya kifahari. Ilikuwa nyumba kubwa ya kisasa iliyokuwa imeezekwa kwa mabati mekundu yaliyometameta. Sakafu ilikuwa ya marumaru safi. Jikoni kulikuwa na jokofu, gesi, sinki linalotoa maji ya bomba na meza ya mbao ya kisasa. Watu wa kijiji walishangaa. Huu si mtaa wa kawaida. Mtoto wa Dina amekuwa malkia. Wale waliomcheka zamani walituma watoto wao wakapige hodi. Bizara, mama kasema, tutakusaidia kufagia jiko. Bizara, naweza kusaidia kuchota maji. Zara alitabasamu kwa upole. Aliwakubali, aliwakaribisha, lakini alijua marafiki wa kweli ni wachache. Alimwambia mama yake Dina, sitawahi kuwasahau waliokuwa nami wakati hakuna aliamini nami. Na sasa kijiji kilianza kubadilika. Watu walipoona jinsi Zara alivyopokea watu kwa upendo, walijifunza. Walitambua kwamba tofauti si laana, bali ni neema ya aina nyingine. Zara alianzisha kikundi cha kusaidia wasichana waliodhulumiwa na kudharauliwa. Alifungua kituo kidogo cha ufundi kwa wasichana waliokataliwa, akiwaambia kila mmoja, ukiwa tofauti, hiyo si sababu ya kujificha, ni sababu ya kusimama na kila alipokwenda sokoni sasa, watu walipiga magoti kumpa nafasi. Watu walimuita kwa heshima, mama Zara, malkia wa shingo ya dhahabu. Na mara nyingi alipokuwa akitazama kwenye kio chake cha chumbani ambapo zamani alitamani shingo hiyo ipotee, sasa alitabasamu na kusema kwa sauti ya moyoni, he, shingo hii imeniletea dunia yangu. Hadithi hii inatufundisha kuwa tofauti zetu si laana bali ni zawadi ya kipekee, na kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa mwonekano wa nje bali kwa moyo wake wa ndani, na wale wanaokudharau leo wanaweza kuwa wa kwanza kukupongeza kesho. Kama umefurahia hadithi hii, naomba ulike video yangu ili na mimi nifurahi pia. Niambie kwenye comment kama unataka ni kuwekee part 3, yani sehemu ya tatu ya hadithi hii. Asante sana.